Sante kwa ubeni, sante kwa ufadhili na wenge wako katika maisha yetu. Umetutunza, umetulinda, umetufamili kwa kiwango cha juu sana, umetusafirisha kutoka majumbani kwetu, umetufikisha manaa sana. Ni huruma ya Mungu kwetu, Mungu mwenye neema. Ni wakati wa pekee, tunahitaji kujifunza na kusikia ujumbe

Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana. Tumsikie Mungu anavyosema nasi kupitia ujumbe wa Mungu. Na neno la Mungu tutalisikia kutoka kitabu kile cha Nabii Yeremia sura ile ya mstari wa saba na taishale mstari wa kumi Neno la Mungu limeandikwa: lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto maana, utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake kwa. Nawe utasema kila neno nitakavukua. Mungu, usiogope kwa, usi kwa sababu ya hao maana mimi niko ni pamoja nawe, nikuokoe asema Bwana. Ndipo Bwana akaonyesha mkono wake, akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako, angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya wafalme ili moa na kubomoa ako karibu na kuangamiza na ili kujenga. Wapendwa wa Kristo Yesu, nimependa kutumia mistari hii kutoka kwa nabii Yeremia, matukio pekee zaidi na leo ambayo mtumishi wake aliyechagua anaingizwa kazini. Nabii Yeremia niishi na kufanya huduma yake ya kimadimu shoni wa karne ya saba na sehemu ya mwanzo wa karne ya sita kabla ya Kristo, yaani mpaka miaka michache kabla ya watu wa Yuda kupelekwa uhamishoni mwaka miat5 6. Licha ya mahubiri ya Yeremia kicangu hiki Yeremia alisema katika jamii ya kikuhani akaitwa na Mungu akiwa bado kijana, ili kama usemani wake, yaani nabii alikuwa mtu mtulivu. aliwaambia maadui ambao walikuwa wakikabili nchi yao kuwa wanajisahau kule kwa kuwa bado Mungu alilipenda taifa lake teule. Kuna wakati alichukuliwa hadi Misri, ikafikiriwa kuwa yawezekana huko kungekuwa mwisho wa maisha yake, lakini bado ujumbe wake ulimwagika kuwa wa moto kwa wote ambao walikuwa kinyume na maagizo ya Mungu. buo huo Yeremia anatambua uharibifu ambao awe ukiki kwa taifa la Yuda kutokana na kuabudu sanamu na ibada zingine uasherati, lakini haya yote walifanya ka kuuubia kwa mnunu kwamba na wa wakati taifa itakuwa hatiana, lakini baada ya kifo cha mfalme Yosia ama mbaya kwa sababu iliingia katika mchungano wa hofu kabisa. Yeremia napiausita ya mdogo wake, pamoja na kujitetea, Mungu hakutaka kusikiliza sababu zake za udogo. Kwa hiyo aliona haina haja kwamba atetee. Mungu inawakikishia kuwa atakuwa pamoja naye katika utumishi wake, kwa hiyo ajipe moyo Mungu anamwambia utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwako, nawe utasema kila neno utakalo kwa Mungu kwa ajili ya hao mtakao kutuma mbele yako. Hapa kuna mambo mawili ya muhimu sana, mbayeeajkfs Mungu anamwambia Yeremia utakwenda kwa kila mtu, maana yake utamfikia kila mtu ambayei na kila mtu utakayemfikia utasema naye hawabali nitakayokuagiza useme na maana yake mtuui manayenekeyelemia. Sasa tukio ambalo tunalifanya siku ya leo